Mazito yameendelea kujiri ikiwa ni baada ya eh, kile kupostiwa na mitandao mbalimbali ya kijamii ikimuonesha mama mmoja akimshambulia mwenzake vifaa vyake vya biashara. Sasa ni kuhusiana na hii video na ya majira ya jana ambapo mama huyu amesakwa mpaka amepatikana ambapo kupitia katika ukrasa wa Instagram wa Waziri Gwajima ameza kuposti na kusema kwamba kuposti hii post ambayo ilikuwa imechapishwa na, eh, na jarida moja la kuchapisha habari ambalo lilijulikana kama Halisi Maxi ambapo ilikuwa posti yake inasomeka kwamba dada aliyempiga mama sokoni apatikana, asema alitaka kumuibia. Sasa, Waziri Doros Gwajima ameza kuposti hii, da, na kuandika maneno yafuatayo katika ukrasa wake wa Instagram: Mwanamke alionekana kumpiga mwanamke e, mwenzake kwenye eneo la biashara, amenitumia SMS na kukiri kuwa ni yeye. Jina nalitia kapuni, kwa maana ya kwamba anaficha ID ama utambulisho. Aidha, huyo mama sio mara yake ya kwanza kuwai e, kuwai Kariako na kufanya kitendo cha wizi, na walishamkamata mara kadhaa na kumkanya, lakini siku ya Alhamisi alirudia tena. Ameongezea kwa kusema kuwa mtumi wa huyo wawizi huwa anafika mapema sana, anajifanya mteja, anachukua pisi anabana kwenye kwapa, na ndio na ndicho kilichomtokea juzi. Eti alichukua pisi nne, akabana kwa pani, na kwambia atoe akawa anabisha kwa hasira, akampiga. Ameendelea kusema naomba nisamehe kwa kitendo cha kuchukua sheria mkononi, lakini wezi wanatuumiza sana jamani, aka flash na emoji ya shukrani Ninaomba msamaha wa dhati kwa Watanzania wote na kwako, kwa mama mlengwa. Nimekosea sana, nakiri kupelekeshwa na memko. Nisamehewe mno, mimi ni mtu safi na nimejitafutia kwa shida. Tukio la kuibiwa limeniumiza mara kadhaa na kunirudisha nyuma na hivyo kupelekea kughadhibika pindi ilipotokea mbele ya macho yangu. Ninaomba msamaha wa dhati na kujutia kitendo hiki majibu yangu haya. Padre Gwajima sasa waziri naye akamjibu pale chini kwa kusema kama ifuatavyo: haya, huyu aliyempiga naye yuko eh, wapi? Tumsikilize. Bado hajajibu, nasubiri majibu yake. Wito kwa aliyempiga, wito kwa aliyepigwa, nawe jitokeze tafadhali, tusikie upande wako. Awali naonya jamii yote kuacha kujichukulia sheria mkononi. Hasira hasara, unaweza kujikuta na haki na ukakosa haki na gereza likakuhusu. Majuto ni mjukuu. Hatua za kisheria huwa za tija kuliko kujichukulia sheria mkononi. Kumbukeni ya wake e, wauaji wa yule mtoto Iringa, kisa aliba mparachichi, wako wapi kisheria? Hitimisho, nisaidieni kumpata aliyempiga tu, balance story ndio tujue kifuatacho, na mpongoza aliyempiga kujitokeza bila shuruti kuandika doros eh, Gwajima katika peji na ukurasa wake wa Instagram, akionyesha mwendelezo wa hichi ambacho kilikuwa kinatokea mara. Majira ya jana alitaka mwanamama ma, huyu aliyempiga mwenzake aripoti, na hatimaye mwanamama amejitokeza bila usumbufu. Ukipitia ukurasa wa Instagram wa mama Martha Jese ndio ameweza kuposti hii habari kwamba uthibitisho kwamba huyu dada alimpiga huyu mama ilikuwa ni kwa sababu ya yeah, yeah, wizi. Sasa nilikuwa najaribu kuangalia peji ya mama Martha Jese eh, katika kile kitu ambacho alikuwa anakizungumza, uh, mama Martha Jese katika hii peji ya Instagram eh, alikuja na kusema kwamba Maytv tuna tunampata na kuzungumza naye, mwanamke mfanyabiashara biashara aliyemshushia kipigo mwanamke mwenzake bila huruma, kumbe anaitwa mama G. Ana anajuta kwa alichofanya. Mambo kwa shahidi, hivyo ndivyo alivyoweza kuandika. Ni message ya kufuatia page yake na ukurasa wake wa Instagram. Wanazungumza ile ile pas wala. Ni mtu, sikize baadhi ya mazungumzo hayo kati ya maimasa jese walikuwa wanasemaje na huyu mama